Shomi mwanangu. Naam mama. Nimekuita hapa, nataka tuongee kidogo. Nikiwa kama mama, nikiona tofauti yoyote kwa mwanangu, nataka nikuite kuulize, nielekeze nini tatizo, ili tujue tunaanzia wapi kulitatua. Sawa baba. E, nataka nikuulize hivi. Hivi tatizo ni nini? Mpaka hali ya kimaisha kwako imekuwa ngumu sana. Nini tatizo mwanangu? Una maana utafuti kazi au unatafuta kupata? Yaani sijaelewa, nielekeze. Mama, sio mm. Kama kazi sipati mama, mama wangu, mm. kazi napata sana kila unakuta, mama, kazi nawapata, sidumu nao, unakuta siku mbili tatu bosi ananitimua kazi. Sijajua upande wetu kabla kuna mizimu nimeikosea. Mwanangu, usifikirie sana kuswala mizimu tena. Fikira hizo ondoa kabisa, sawa mwanangu? Cha msingi sali, omba Mungu atakusaidia tu. Usiitegemeti, si kuna mizimu si imefanyaje? Hicho kitu hakuna. Mimi kama mama yako nitafunga, nitasali usiku na mchana kwa ajili yako mwanangu. Inanisikitisha sana kwa mapito unayopitia, ni magumu sana lakini usijali, Mungu atakusaidia mama, mwanangu. Nashukuru mama, nashukuru sana. mimi mama angu nda ngasari, kama unavyosema ankoloso <coughs> yooyoyo mtela mtela ya mwanadamu mtela mtela ya mwanadamu mtela

Anapata shida duniani kumsaidia. mm -hmm. Nakusikia. Mganga, nimekuja na shida sana, mganga. Kila ninachokifanya au kila ninachokitenda sifanikiwe. Mara napata kazi, siku mbili tatu bosi ananifukuza, na inakuwa kwamba anakuwa na mgogoro kabisa na mke wangu kabisa kabisa, sipati kazi kwao. Mganga, nimekuja kwako kuangalia shida nini, mganga. Sawa kijana

Mm. Sawa kijana, sawa kijana, sawa kijana mm. Sawa kijana, kusudi weza kusaidika na nyota yako kusafishika. Sawa kijana mm. Nahitaji mm. mm. damu ya mwanao, hata kidogo tu, ukamchanjie hata toni. Sawa kijana mm. mm. mm. mm. upo tayari? damu, damu ya mwanangu? Ndiyo mm. Kwa hiyo mganga, unamaanisha kwamba nikamue mwanangu? Hapana, damu <muchilis> ya mwanao ndio inaweza kusaidika kusafisha nyota yako kijana. <muchilis> sawa kijana. <muchilis> sawa kijana. <muchilis> Nenda, mm. Nenda kalete damu ya mwanao mm. mm.

Mke wangu, chukua shilingi elfu moja jaribu kwenda duka la madawa ukawaelezee jinsi mtoto anavyoumwa, sawa, ili upate hata dawa kutuliza maumivu huku tukiendelea kujitafuta ili tumpeleke hospitali pate matibabu zaidi. Sawa so, mke wangu